Tunaendelea salama mkuu, tumempokea mgonjwa hapa, ndio. Eh, tumempokea mgonjwa kafika hapa baada ya kufika Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa, mm. Tumetafuta ambulance hapa, itamtoa ita hapa kwa kuja kuelekea Dodoma kwa ajili ya matibabu zaidi kiongozi. E, ndio na na mimi niliwasiliana naye jana, ndio kiongozi, akanieleza kwamba pamoja kwamba ame, ametoka, lakini bado anahisi maumivu na anahitaji kwenda kufanya vipimo zaidi Ndiyo mkuu, na mimi jana niliendesha harambee pale Mafinga kwa ajili yake ndiyo kiongozi, tukapata milioni moja laki tano hamsini na tatu na mia tano ndiyo kiongozi. Na kwa maana hiyo, kama hali sio nzuri, basi mimi naendelea kuelekeza kwamba ni vizuri akapata matibabu zaidi na kwa sababu mimi nimeshaingia Dodoma basi nitafuatilia na kumpokea huko Dodoma. Ndio, mkuu, Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Iringa mm. kiongoza na mwenyekiti wetu mzee Daudi Yasini tumepokea maelekezo kiongozi, na sasa tumetafuta ambulance na tumempokea mgonjwa hata, na tayari na wataalamu wengine wa kumsindikiza na ndugu na familia wapo kwa ajili ya kuhakikisha anafika dodo, Dodoma salama. Ndio, na hizo ndo ara... Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na kwa sababu Chama cha Mapinduzi tunahubiri 4R hizo, tuna hatuna budi kuhakikisha kwamba huyo ni Mtanzania, huyo ni kiongozi. Kwa hiyo na yeye tuna tuna tuna, tuna, tuna, tunampa huduma na kwa kweli kumsaidia na mimi, jambo hili nimekuwa nikilisemea sana na awe na amani, familia iwe na amani, kwa sababu siasa hizi mambo ya itikadi haya, hata tukitofautiana lakini utu kama kauli yetu eh, eh, lazima uwepo, na ndio maana sisi tunashughulikia hili kwa sababu ya kuthamini binadamu wenzetu, viongozi wenzetu, wananchi wenzetu. Ndiyo, okay. Kwa hiyo sisi tunamtia moyo pamoja na kwamba mpaka sasa hajaonekana kiongozi yoyote wa Chadema eh, katika ngazi ya taifa hata hao ambao walinzi wao ndo wamempiga, yani hata kuona tu kwamba achukue nafasi ya uongozi, Dio, kwamba naenda kumpa pole, hamna kiongozi yoyote aliyefanya hivyo. Ndio mkuu, kwa hiyo sisi tunampa pole na tunamhakikishia kwamba tutakuwa na yeye kuhakikisha afya yake inarejea na anarejea katika majukumu yake. Ndio mkuu, asante sana, niwatakie kila laheri, safari njema na Mungu awabariki sana, na hatimaye mfike salama. Mungu awabariki mtokapo mpaka mtafika, mtakapofika huku. Tunashukuru sana mkuu, na sisi tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu, lakini tunamwombea mm pia dada yetu aweze kufika salama hapo Dodoma. Asante mm, asante sana, asante sana, sana kiongozi. Kwa majina naitwa Onesta Kidenya, ni mdogo wake na mgonjwa mm toka tarehe ishirini kwa sababu mimi naishi Makambako. Tarehe ishirini na tano usiku nilipigiwa simu, nikaambiwa dadangu anaumwa, nikalala. Tarehe ishirini na sita nikapanda gari kuelekea Kibena. Nilipofika Kibena nikamwona dadangu hivyo, hali yake haikuwa nzuri sana, na akaendelea na matibabu, tukatoka kuelekea nyumbani tulivotoka kuelekea nyumbani, hali yake kwa tulivotoka pale hospitali alikuwa anaendelea vizuri, lakini baada ya kutoka pale kufika nyumbani hali yake ikachenchi. Ndio leo tukabidi tuanze safari kuelekea Dodoma, lakini tulipofika njiani hali yake ikabadilika, ndio kama hivi unavyomuona, kwa mazingira tuliopo mpaka tutakapofika hospitali. Tunawashukuru sana kwa mchango wao mkubwa, tumelipokea na tunashukuru pia.